Uhali gani, mtazamaji wa Naso TV, karibu sana kwenye kipindi chako pendwa cha Mapito, kipindi ambacho kinakutanisha wewe mtazamaji na wafanya biashara mbalimbali. Niko hapa Tandika, nimekuja kuzungumza na moja ya vijana ambaye anafanya kazi ya bodaboda, tuambie changamoto na mafanikio ambayo aliyokuwa nayo. Utakuwa nami ameshamtia mwanzo mpaka mwisho, na hii ni Naso TV. Let's go. Salamu alaikum. Wa alaikum salamu. Ni kwa muda gani umekuwa ukifanya hii kazi ya bodaboda? Ah, kwa muda wa miaka mitano sasa hivi. Miaka mitano. Ni nah, bodaboda ni mtu unajishughulisha mwenyewe eh, ni kazi maalumu hmm, isitoshe ni kibarua ambacho umejiajiri mwenyewe. Mafanikio eh, tangia nichukue pikipiki mpaka sasa hivi nimemaliza pikipiki, ni ya kwangu, yaani namiliki mwenyewe mafanikio ya kwanza yo. Isitoshe nimekuwa na pikipiki, nimeoa sasa hivi kupitia pikipiki hiyo hiyo. Eh, na sitoshe nilikuwa na lengo jingine kuchukua pikipiki nyingine, nianzisha na mimi mtaji wangu mwenyewe okay. Nimeoa kupitia boda boda, kupitia boda boda najua na. Uh, na katika kazi huwa nyingi manyingi kuna changamoto. Ni changamoto ipi ambayo umepitia toka, umeanza ikaza mara sada ambao bwana, changamoto hii huwezi kusahau na mchangamoto uliopitia bwana mm. Boda bodaboda hii kazi huwezi bwana mm. Changamoto kubwa ndio uko hapo, sababu unachukua pikipiki unampakia mjui eh, ujui anachokufanyia, uko nyuma yako, upo mbele uh, una focus kuendesha, anakwambia pita hapo pita pale pita hapo pita pale, mwisho wa siku unaingia sehemu ambayo umetegwa nili mtego mm. eh. hiyo situation asha metokea umempakia mtu akujua mjui, dakika ya mwisho akwambia twende sehemu flani, unaenda naye, unafika naye mpaka kule. Sasa anakuja kunitolea panga, nishakutolea panga mimi. Hivi hivi nikaacha pikipiki, nikakimbia. Sabati nzuri ametokea bodaboda mwezangu ndo kupiga makelele mayowe ndo nusura hapo, nimepona. Eno ndo pona pona yangu. Lakini la sivyo hapo pikipiki iko, naondoka mimi mwenyewe, ningekuwa nimeshapigwa panga. Nilikuwa nishakubali kutokana na kasha nitolea kile kitu, nishaogopa, nisharuka. Bahati nzuri ndo mtu anapita, ndo kupona pona angu yani. Lakini sasa hivi nipo makini sana kwa vyombo, na washauri hata vijana wenzangu wanavyopakia pikipiki wabilia wawe makini sana na mtu alompakia nyuma. Watu wengi wanabeza kazi za bodaboda, wanasema sio kazi, na wengine wanachukua bodaboda ni waone au watu wa ovyo lakini wengine wanachukulia bodaboda kama ni watu ambao wanasambaza labda mabangi na nini, yaani sio watu ambao, katika jamii kuna baadhi ya watu wanachukulia bodaboda watu watu ni watu wa hovyo, yeah. Lipi la kuambia watu ambao wenye mtazamo huu ah? Wanaudharau bodaboda, hawajui ya, ingawa wangejua muuni tu si, lakini unaona bodaboda yangu iko safi, mwenyewe ngo msafi fresh, yaani kwa hivyo ni na survive kwenye maisha yeah. Mradi upatikane ugali na na familia hivyo. Karibuni tena hii ndo Davis Kona yetu eh, ah, ndo tandika yetu na tuna hapa ni eh, zaidi video ziweze kutamba huko kwamba wape ushirikiano uagusi watu ambao unafanya kazi hapa, sio so, kama ndo tumependa, lakini ndo hivyo ndo ajira hakuna eh, ah, ila tunajishughulisha vijana, mradi sio wezi. Na kipato chako kikoje? Labda kwa siku unaenda kaingiza shilingi ngapi? Kwa siku naweza kuingiza hata laki kutokana na bodaboda -boda smart na, natumia simu yeah. Lakini so uba yeah. Yeah. So. Tumia simu so uba. Shukrani sana kwa ah, thank you bwana. Karibuni tena. Kwa siku anaweza kuingiza laki, mtazamaji. Bodaboda tunawadharau, kumbe wanapiga hela sana. Ni wakati wa kijana ambaye bado uko mtaani, hauelewi. Unaweza ukatafuta fursa kwa watu ambao wakakodesha kwa pikipiki mkataba, au ukapeleka hesabu, ili na wewe ukaweza kuingiza kipato. Niko hapa Tandika, bado naendelea kuzungumza na bodaboda ambao wako hapa, wananiambia maisha yao yakoje na wanaendeleaje na wana yapi ya kutujuza. NASO TV tuko hapa mwanzo mpaka mwisho. Asante. Hiki ni kipindi ambacho kinakutanisha mtazamaji na wafanya biashara wadogo na wakubwa. Tafahamu mengi kutoka kwao. Mafanikio yao. Hey, Juma Rajabu yuko hapo kwa udambu dambu huu huu. Nimejenga kibanda changu kwa udambu dambu huu huu. Nimeoa sasa hivi kupitia pikipiki hiyo hiyo. Ndio. Labda kupata 40, 50, 60. Mafanikio yao. Um, mafanikio yapo. Unaona mpaka nimekomaa miaka minne hiyo. Unajua mafanikio yapo. Changamoto zao. Mchangamoto ulopitia bwana da. Boda boda hii boda kazi wezi bwana, naweza kabaki, eh, ndoto zao. Ndoto yangu. Nimeshatoka hapa, kwenye level ya juu. Udangaji je? Mm na mama ndo wachakalikaji wanaangaika. <laughs> hey, hey. Yani, ukiangalia sa hivi asubuhi wakina mama ndo wengi wanaotokani Unavyoamka asubuhi, unavyokutana nao kina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Na vipi kuhusu mheshimiwa raisi? Mnasemaje? Ah, yuko vizuri yuko vizuri. Mi sijaona baya kwa kweli. Mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia. E, aongezewe tu. Yote haya nitakujia kila siku ya Alhamis kuanzia saa 9 alasiri hapa hapa Naso TV. Niko hapa David, katika show yako pendwa ya Mapito. Nipo na bodaboda mwingine hapa, tuambie e, majina yake na mengi kuhusiana. Asalamu As alaykum. alaykum Wa salaam. Bibi hali Safi. safi. Majina yako? Naitwa Mbaraka Said Sabi Naam, ni ni kwa muda gani gani umefanya kazi kazi? ya Ah, Ah, sasa naenda miaka Miaka miwili. Miaka miwili. Kwanza Sheikh na, nataka tuanze mafanikio. Mafanikio kazi? Aa, mafanikio toka kuanza mengi. kuhusiana yeah. e, kwa mafanikio umeyapata, tunamshukuru Mungu Unajua boda boda boda wengi wanachukulia kama kazi ya, ya wahuni, lakini boda boda ukifanyia kama ukichukulia wewe mwenyewe ni kazi, n mambo mingi tunashukuru. Uh, familia zina zinapata riski, mambo mengine tunafanya yanakwenda kwa ya wakati. Allah analeta riski wakatila analetaca. Changamoto kwenye boda boda ni nyingi, ndio nikuzungumzia kwenye changamoto za bodaboda ni nyingi e, hata tukiwa barabarani bodaboda <coughs> amna chombo cha usafiri chochote kinachomkubali bodaboda yani, sio bajaji, sio gari ndogo so, sio gari kubwa so, sio so so so so so daladala, wote hakuna anayewakubali bodaboda, kwa sababu mtu anaweza kusababisha ajali ya makusudi. Mtu anaona huyu bodaboda tu muuni tu mwingine anakusukumia mtaroni, anakusababishia ajali. Kwao tunakutana na changamoto nyingi kwenye bodaboda eh. Kuna watu wengi ambao wanabeza kazi ya bodaboda, yaani mtu hata inafikia tu mtu akienda kuposa, akafanya mwanamume anafanya kazi gani? Bodaboda huu. Ah, ni bwana moyo unalipila kuambia watu kama hawa ah. <coughs> Wa, kuna watu wanaongea hilo ni sahihi. Kwa sababu gani? naweza nikakwambia ni sahihi kwa sababu asilimia kubwa ya bodaboda wanaifanya kama kazi ya wahuni. Yaani mtu achukulie ile kazi yake ni serious. Lakini ninakwambia kuna baadhi ya bodaboda wanaifanya ile kazi yao ni serious. Wanafanya kazi zao vizuri za bodaboda boda, wanafanya maendeleo yao na wala hawana tatizo. Lakini wale ambao wanaofanya sasa kazi ya bodaboda, mara utasikia mwingine kafunga msikika inua makeli ya juu. Sasa wale ndio wanasababisha sisi kazi ya bodaboda inaonekana kama kazi ya wahuni. Na ndio maana sehemu yote ukienda kuposa kwa hiyo wapo baadhi ya watu ambao yeah, wanatuharibia kazi. Kwa hiyo si wote, si wote. Ila wapo baadhi wanatuharibia kazi. Sasa. Je, wewe vipi? Shehu shao au bado? Ah, mashallah, mashallah. Mashallah. Na labda unaona boda boda kwa siku, unaingiza shilingi ngapi kipato chako? Kwa maximum, kwa sababu mimi napiga na Bolt. Kwa maximum kwa siku labda kupata 40, 50, 60. Eh, kawaida a kuambia vijana, amba bado ah, <coughs> vijana ambao bado hawako tayari kujiajiri. Ah, kwa baadhi ya vijana wenzangu ambao hawajajiajiri bado, waje tu kwenye bodaboda, wala bodaboda sio kazi ya wao, na wakisha kuja kwenye bodaboda wasifanye sasa kama wale ambao wanatuharibia kazi, wafanye kama kazi. Ukifanya kama kazi, maendeleo utayaona. Eh, yeah, lakini usifanye bodaboda kama kazi ya wao. Fanya kama kazi. Ukifanya kama kazi, maendeleo utayapata. Shukran sana mtimu. Yes, tazamaji, boda boda ni ajira, boda boda ni kazi na kila kijana ni wakati wake sasa kujiajiri kuweza kufanya kazi hii ya boda boda. Umesikia wa kwanza amesema kwa siku anaingiza laki, lakini mwingine kwa siku anaingiza kuanzia 50, 60 mpaka 70 anaingiza. Kwa hiyo ni kazi kama kazi nyingine. Na ukitulia unaweza kupiga mkonja mrefu. Ukiangalia wote ambao nimewaoja hapa wana familia na wameoa. Hivyo ni wakati wako na wewe kuweza kujiajiri katika boda boda ili uweze kuingiza kipato. Hii ni Naso TV, nilikuwa hapa maeneo ya Tandika Davis Corner nikukumbusha kwamba kusubscribe, ku like na ku comment. Na ngoja ni Ame Shamte, nyuma ya kamera ni awesome. Asante. Hiki ni kipindi ambacho kinakutanisha mtazamaji na wafanya biashara wadogo na wakubwa. Utafahamu mengi kutoka kwao, mafanikio yao. Hey, Ajuma Rajabu huyo hapo. Kwa udambu dambu huu huu nimejenga kibanda changu, kwa udambu dambu huu huu nimeoa. Sasa hivi ndio kupitia pikipiki hiyo hiyo, ndio labda kupata 40 50 60 mafanikio yapo. Mm, mafanikio yapo, naona mpaka nimekomaa miaka minne hiyo j. Mafanikio yapo. changamoto zao, mchangamoto ulopitia bwana boda boda. Hii kazi wezi bwana, naweza kabaki. Ndoto zao, ndoto yangu nikishatoka hapa niingia kwenye levu ya juu, udangaji je u wana... ah. <laughs> <laughs> <laughs> nah, mama ndo wachakalikaji wanaangaika yaani hey, hey. Ukiangalia sasa hivi asubuhi, wakina mama ndo wengi wanaotokani. Unavyoamka asubuhi, unavyokutana nao kina mama barabarani ni wengi kuliko wakina baba. Na vipi kuhusu Mheshimiwa Rais Mnasemaje? ah, yuko vizuri, yuko vizuri. Mimi sijaona baya kwa kweli. Mitano tena tena, sio mitano, apewe hata mia. e, aongezewe tu. Yote haya nitakujia kila siku ya Alhamis, kuanzia saa 9 alasiri, hapa hapa NASO TV.